Kwa majina naitwa Samweli Damian Komba ni mmoja wa waratibu wa Bona Hill Langajiro Cup. Sasa mimi naiomba sana serikali kupitia michezo yetu, nguvu kubwa sana imeelekezwa katika mpira wa miguu. Mpira wa miguu tumeona saizi upo juu sana, lakini tunasahau huu mpira ambao wanacheza wakina dada, jinsia hii ya kike ambayo ni netball ni mpira ambao ni mzuri hasa. Naomba serikali ielekeze nguvu kubwa katika jamii hii ya upande wa kike, kwa upande wa netball, kwa kuwa watu wengi wa wame, wame, wamebezi kwenye mpira wa miguu wamebezi kwenye mipira mingine mingine. Lakini kwa kuona hilo, Ngajilo Cup basi imeandaa tukio bora kabisa ambalo limebeba michezo yote ambayo inashirikishwa hapa ndani ya uwanja huu wa Samora ndani ya mkoa huu wa Iringa imebeba football, imebeba netball, imebeba rede, imebeba waimbaji hawa vipaji chipukizi, imebeba michezo ya watoto ya kuruka kukuogelea. Kwa hiyo michezo mingi imegusa mpaka kwenye michezo ya jogging ambayo anazungumzia mashindano ya, ya aerobics. Yapo hapa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba sana serikali kwa sasa ielekeze nguvu kubwa sana katika mchezo wa netball, netball. Mchezo netball umesahaulika sana basi kama lile goli la mama linavyokuwa kule katika football basi lije katika upande wa netball ili sasa kuinua huu mchezo kwa wadada zetu. Uh, kwa majina naitwa Haya Mperembwa, katibu wa mbunge jimbo wa Iringa mjini, Mheshimiwa Fadhili Fabian Ngajilo. Uh, leo ni siku ya pili tunaendelea na bonanza letu, bonanza ambalo limedhaminiwa na kuendeshwa na ofisi ya mbunge wa jimbo wa Iringa mjini. Na dhamira kubwa ya bonanza letu ni kuhakikisha tunainua vipaji kutoka kwenye kila michezo ambayo e, imezoeleka kuwepo, lakini pia na michezo ambayo ipo ndani ya nchi yetu. Na kwenye bonanza letu tunaona tuna michezo zaidi ya kumi na tano ikiwepo michezo ambayo inachezwa na wanaume, michezo inachezwa na wazee, kina mama, vijana na michezo mingine, lakini pia e, pia kuna michezo ya wanawake ambayo pia tumeipa umuhimu wa kipekee yake kabisa. Ake kabisa. Majina anaitwa Victoria Jacob ni mchezaji wa timu ya Tanesco, lakini pia mimi ni mwajiriwa wa seradb, lakini kitu kingine, nafurahi sana kuja kushiriki kwenye hili bonanza. Nafurahi lakini pia napenda kuwakaribisha watu wengine wanaocheza netball pia wadhamini, jamani wakaribu sana kudhamini timu mbalimbali kwa sababu michezo ni ajira. Mfano mimi tu mimi nimeajiriwa kwa sababu ya netball, kwa sababu ya huu mpira wa pete jamani mpira ni mzuri, netball ni nzuri, netball ni ajira. Tunamshukuru mbunge wetu Fadhili Ngajilo kwa kweli amejitahidi sana kwa sababu ametukusanya, anafanya michezo iendelee mbele. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunampongeza sana jamani. Tunakaribisha viongozi wengine pia wazidi kumsupport mbunge wetu majina. Naitwa Ila Ramadhani Mwaabu, ni refarii kutoka shule ya sekondari Kiesa. Nina miaka kumi na tano. Shule ya sekon... katika shule yetu tume... tumefanikiwa na mchezo ambao unaitwa netiboli na huu mchezo una... unawezesha kwa... kwa... kwa upande wa wanawake unaweza... unawezesha kwa hiyo tunaomba Serikali iweke nguvu katika huu mchezo wa netball ili tuweze kuendelea katika nchi yetu. Naitwa Vreti Francis, nimekuja kushiriki mashindano haya nikiwa timu ya ni TANESCO tumekuja kujumuika na wenzetu tucheze, kwa sababu michezo ni furaha, ni ajira. Lakini katika michezo kuna mambo mbalimbali, kuna marefari wengine wanakosea, wengine wanachesha vizuri tunawashukuru masponsa wote ambao kuja kushiriki katika michezo hii.